Hey, ujawahi kupata ku, shauku ya kumuuliza wewe uko nchi gani hapo sasa? Mlikuwa hmm, mnapiga mpaka ma video call au yeye, ulikuwa ukimuuliza labda ile swali anapotezea, nikuuliza unajua anachoenda kufanya eh hapo na miaka mingapi? Unagusia kutaja kwa wakati ule ao na miaka kama ishirini ishirini. Mtu mzima sana. Kazi gani nikakwambia? Anaambia kule kuna kazi mbili. Tachagua wewe, mara kuna madam mkuu yupo, atakupokea, atakupokea huyo ndo kila kitu mm -hmm. Na yule ndo atatoa gharama zote za passport, sijui visa, kila kitu mpaka unafika kule mm -hmm, atakupokea. Alikwambia kazi gani na kazi gani? akanaambia kuna kazi za usafi wa ndani sawa. mm -hmm. Na usafi wa ndani nafanyia, um, um, um, um, um, usafi kama kufua, kupika. mm. Kazi zote unawfanyia um, kaambia. mm. Sawa, mbona hiyo naweza mipango. mm. Na kazi hiyo tu moja nimemwambia, taarifa hiyo anayo kama nitasafiri kufanya kazi ila mpaka nitapigiwa simu. Akanambia basi sawa. Hata akisema twende kwa mama, mpitanishe naye, mama iko tayari tutaenda. Akasema basi sawa, huo tuanze kufanya mipango, uko tayari? Nikamwambia nipo tayari, na wengine wengine, akawa yeye sasa natafuta huyo kaka mwingine. Nikamwambia sawa, kwao, mtaondoka, mtaondoka watatu. Akamwambia sawa, kaenda, kaenda, kama mwezi watano ndio tumeondoka. Namuka ameondoka mm. Sasa kua najua unaenda wapi? Uturuki naenda. Ah, shae kuisikia nchi ya Uturuki uh -huh. uh wakati -huh. Gongo la uh Mboto -huh. uh -huh pale sasa, sijajua ilikuwa ni ofisi ni kwake, sika sijaelewa hapo Gongo la Mboto. Baadaye tena tukarudi, tukarudi sasa ya poti hapo. Passport unayo tayari, kila kitu, kila kitu, maana yake wao shughulikia, wao wanafanyia mipango wao, kila kitu. Baadaye tukaondoka pale mpaka apoti, akatupandisha akasimamia kila kitu kwamba vitambulisho sijui, yani kila kitu ni akawatufanyia e, sawa. So, a e, akawa amemuuza akawambia, kufika kule kuna mtu atawapokea, akatupa mawasiliano, mkaawako watatu mnaongea, najijua mko wa safari moja, watatu tumeondoka, ndege tukaondoka huko Kufika huko kweli tukamkuta mwenyeji, tukamkuta mada, wanamwita mada, ndokaja kuwapokea ehe, alikuwa na gari, kaja kutupokea yeye, na yule namjuamini, na binti wengine walikuwa kama watatu hapo kichwano. wow. najisi na na bahati, eh? Bahati so, kazi kwa mm -hmm. hey, ya kwanza kubwa napata nje ya nchi, ndege yenyewe ujawai kupanda <laughs> kwenda kwenyewe na kwenda huko uh -huh. Mkapokeea mkaenda mpaka maskani e, akatupokea pale akatupeleka kwanza kula, una semu, akatub... tukala pale tuka napiga stori, jamani karibuni. Aukanaongea ah, Kiswahili anaongea Kiswahili, anaongea Kiswahili uh -huh. Kiswahili, alikuwa anaendesha mwenyewe, alia na dereva, alikuwa anaendesha mwenyewe ni mwenyeji wa miaka mingi miaka mingi zaidi ya ishirini, nilivyoulizia, zaidi ya miaka ishirini. Tumaliza pesa ndo tukawa tunaelekea nyumbani wanakoishi wao. Baada ya kuelekea nyumbani wanakoishi, wanaishi kwenye magorofa, gorofa hiyo wamepanga panga. mm. E, kwa hiyo tukaenda pale, sisi tupo tunaishi kama floor ya ngapi, ya nne tumeingia pale floo ya nne. Wakaja wengine wakaja kutupokea pokea mabegi, karibuni karibuni, ila pikipiki za pale zilikuwa naziona kwa sizielewi, watu wanatoka watu wanaingia, watu wanatoka watu wanaingia, kwa sielewi kwa sababu ugeni sijui. Tukaingia pale tukaonyeshwa nyumba zetu za kulala, tukawa tukiwa tunalala watu watatu chumba kimoja, ila ile ya siku yetu wakawa usiku, wakawa wametoka ungo na mdua, mimi sema wenyeji wetu usiku, wakawa basi, sasa sisi tunaenda klabu nyingine, kwa vile wageni tufanyaje? Mlale mpumzike, nimechoka na safari sawa sawa. Mndeza klau, si tumelala usiku ule, wale enyewakaa angaa TV, ila mimi nilitangulia kulala kwa sababu nimechoka na mawazo huku. Jeni kasemaoa mimi, dada njoni hapa, akaanza kutambulishana pale anaitwa fulani fulani kwa majina na hawa fulani wametoka wote. Unaokutana nao ni Watanzania. Walikuwa kwa idadi ukikadiria, wanaweza kuwa kama... wasichana wangapi? Walikuwa kama tisa pamoja na sisi. Wakamwita dada mmoja, akampa pesa, akamwambia kwamba hizi saizi nenda hafanyie shopping ya wadada, yaani akatufanyie shopping ya nguo, kawaletee nguo waje wavae. Sikuwa sijajua kitu gani kinachoendelea. Sasa mimi nimekaa tena, nasubiria majukumu yangu ya kazi, nipangiwe nianze kazi. Kasema au labda nitaanza kesho. Mm. Kesho yeah. Ja. kesho

namuuliza yule mwenzangu, kwa hiyo wewe unafanya kazi wapi? Anaambia kazi, mimi nafanya kazi muhimu, bosi ndo huyo, ndo madam, ndo kazi naofanya. Baadaye tutaongea vizuri. Naambia sawa kweli, tukatoka, baadaye usiku ulivyofika, na kama watatu wenyeji na mimi nikiwemo, rafiki yangu upo ambaye nilomzoea Wat, mm -hmm. na mm -hmm. mm -hmm. sawa tukatoka tukaenda klabu

anaambia huku bana yule madamu huyo ndo bosi wetu, mimi tu nikwambia kweli, mimi nimekuta huku kazi, mimi ndo mchaguliwa ndo hii, ila nimekuita kutokana na utaka kazi, nimekuja huku, wewe hapo cha kufanya uzo hiyo kazi. Kazi gani bana una picha ficha wewe tuambii? <laughs> akanambia kazi ya kuuza mwili, kuuza mwili, ndio akanambia, ndio kama mara ya kwanza naisikia pale club ndio, wewe utakuna ndio muda wote huu kupata kujenga hata picha nilikua nishajua nikiwa na zile nguo wanazovaa, wanaume walikuwa wanalala mle mle au wanaondoka nao wachukua analala. Kuna vyumba kama vingapi? vyumba kama vinne, nyumba kama vinne vi vi, na nyie mpo kama tisa daa

anachukua yote pasipoti naziomba pamoja kenye bahashahsh nkaoka habari nyumbani, kichwa kinanipasua, mawazo, sijui nifanye nini, nimwambie mama ukweli kama nitampigia simu mm, sijui nifanyeje. Ulipata uh, ujauzito kwa yule kijana sindio? Maisha um, ya wanaume hakikuwa kitu cha ajabu sana, maana kama binadamu, sisemi katikishutumu. Hey, yani msichana kwa sababu ya ugumu wa maisha na mtoto na kila kitu, kuwa na mwanaume huyu, mwanaume yule, mwanaume ilikuwa sio ajabu sana aja, katika hali ya kawaida, lakini ilikuwa sio kwa kujiuza, ilikuwa nakaa wa na washikaji hivyo, mambo yanakwenda

alikuwa anapenda sana kupika k dat alikuwa jikoni mm. Yeah, anapika kupika ba ukae hapa sehemu, watu wengi wanakuja arubisha kabisa. Na, na sehemu kubwa ya wanaume waliokuwa wanakuja pale mm. ni Watanzania ama mchanganyiko, aina gani? walikuwa na mchanganyiko wa Tanzania na weusi, ndio wanakuja nchi nyingine weusi

kao mi nikachukuliwa pale, nikatoka na huyo mwingine mgeni mwingine naye akachukuliwa, kabaki mgeni mmoja mm, katoka ila kila mtu akaenda kivyake, hatukwenda sehemu moja wote yani wakaenda kivyake. mturuki ni si ki ni watu wote, ungeenda kwake tukaenda kwake pale geti zikafunguliwa, kaingia kwake, e, sijui anachokinywa, naitikia tu basi. Kaisha aa, twende chumbani

gharama zake yule, asubuhi anakurudisha, asubuhi anarudisha, akupe labda mgeni akupe hela, au mama mteja anatokea, mazingira, anaweza akakupa tu hela, kashalipa, kashalipa, saapata aa, mganja, mi mwenyewe na mjina mjina nani najiongeza ikawa najiongeza ni mwenyewe, wanasema hiyo hiyo siku ya kwanza, kila e, kitu kitu kilienda sawa mm. Kila kitu kilienda sawa, kila kitu kilienda sawa, nikarudishwa asubuhi mm. Ikawa hivyo mara mbili, mara tatu, mpaka mara nne, kwisha nishaanza kuzoea ehe. Unasema ulikuwa sasa, ulipozoea ukawa mjanja, ukawa unafanyaje? Natoka, nikitoka kule tunaenda, wateja wengine walikuwa wanapenda sana kunywa. Mm -hmm. Kwa sababu mpaka muende klabu au hata mwingine anakunywa pale pale ndani kwake. Mhm. Mm Tunakaa -hmm. tunakunywa, kama tunaenda klabu tunafunga, tunacheza mziki, tunarudi nyumbani. Sasa hii nimeona mm -hmm. kwa kibodo yule alikuwa hamelewa. Kwa ujanja wangu mimi nilikuwa nafanya kwamba akiniambia fanya hivi